Kuna kijana mmoja alisafiri mbali kwenda kumtafuta mwalimu maarufu wa hekima. Alikuwa na maswali mengi kichwani kuhusu maisha, mafanikio na siri ya amani ya moyo. Alipofika, mwalimu alimkaribisha na kumwandalia kikombe cha chai. Kijana akaanza kuzungumza bila kukoma. Mwalimu, nataka kujua siri ya furaha, siri ya utajiri, jinsi ya kushinda maadui, jinsi ya kupata heshima. Wakati kijana anaendelea kuzungumza, mwalimu alianza kumiminia chai kwenye kikombe chake. Kikombe kilipojaa, mwalimu aliendelea kumimina mpaka chai ikaanza kumwagika mezani. Kijana akashangaa, "Mwalimu, kikombe kimejaa tayari. Kwa nini unaendelea?" Mwalimu akatulia, akamtazama moja kwa moja usoni na kusema, "Na wewe pia uko hivyo. Akili yako imejaa majibu yako mwenyewe, kiburi na hofu." "Hata nikikupa hekima yangu, haitaingia. Lazima kwanza ujifunze kumwaga kikombe chako." Kijana akanyamaza, macho yake yakijaa ya machozi. Kwa mara ya kwanza alielewa kuwa hekima huanza pale mtu anapojifunza kusikiliza na kunyenyekea. Funzo: ili ujifunze jambo jipya, kwanza toa nafasi moyoni na akilini mwako. Kama unapenda simulizi za namna hii Unaweza kutufollow kwenye akaunti zetu za Manuva Forum, pia tembelea chaneli yetu ya YouTube kupata simulizi mpya kila siku saa mbili asubuhi.